Mtoto lazima anyonye miezi sita, baadaye aanzishiwe chakula. Katika mada hiyo, mimi ninasema ni kweli, lakini sio sahihi, kwa sababu hii niliyo nayo. Kwa wale wenzetu wa nchi za nje inawezekana, lakini kwa hawa wenzetu wa Tanzania wenzangu na mimi, sio rahisi katika asilimia mia moja ya kaya tulizo nazo Tanzania, basi unaweza kukuta asilimia kumi tu ndio wanaweza wakakizi, ama asilimia ishirini watu wa kule vijijini ndio wengi zaidi. Mlo kamili tunatoa wapi? Hivyo basi anayekwambia nyonyesha miezi sita lazima apime maziwa yako yanatosha, kwa yule mtoto akinyonya atashiba, cha kwanza cha pili, apime virutubishi vilivyo kwenye maziwa ya mama vinajitosheleza kwa huyo mtoto. Tusiseme tu mtoto anyonye miezi sita, lazima tupime, kwa ajili ya kuwaweka watoto wetu wawe na afya njema wakati wote. Ndo hii tunasema sasa hivi kwamba watoto elfu mbili hawasikii, watoto elfu mbili wako hivi, ukilinganisha na wale watoto wa miaka ya tisini. Hii inaweza ikawa ni moja ya, ya sababu mtoto amenyonya hakupata virutubishi kamili, hivyo inaweza ikampelekea mtoto anakuwa, akiwa na msongo wa mawazo, anakuwa hana ule uchangamfu, mwili wake umedhoofu kila mahali, amekumbana na magonjwa mengi, amepata maambukizi ya magonjwa mengi alivyokuwa mtoto. Kuhara, ilikuwa ugonjwa wa kuhara ukija, lazima uanzie kwake, kwa sababu maziwa aliyonyonya hayana utimilifu wa virutubishi kwenye mwili wake. Ukiangalia, kuna baadhi ya familia ambazo uh, hazina ule mlo kamili. Asubuhi mama anakunywa uji, mchana mama anakula viazi, jioni mama anakula ugali, tena ugali. Akijitahidi sana ni dagaa. Ndio chakula kikubwa sana kwetu sisi wa Tanzania. Hivyo tukisema tuwachukue yale ya Ulaya watu kule wana wametengeneza mifumo yao, wanapata ule mlo kamili. Wanapokwenda kliniki, kuna baadhi ya kliniki wanapewa vile vyakula, wanapewa vyakula vyenye lishe. Kwa hiyo sisi hapa, hivyo vitu havipo. Huyo mama anayekula asubuhi, anayekunywa asubuhi uji, alafu usiku, mchana akaenda akala viazi, usiku tena viazi, ananywa maji viazi, ananywea maji usiku anakula ugali kama nilivyosema, anakula ugali dagaa, hawezi akapata virutubishi. Kwa hiyo sio sahihi, kwa maana nimekwambia, elimu iliyotolewa ni kweli. Ni kweli mtoto anaweza akanyonya miezi sita, baadaye ukamwanzishia chakula. Ni, ni kweli lakini sio sahihi kwa mujibu wa hayo maelezo niliyotoa. Hivyo tusiwe tunachukulia mambo ya kwenye vitabu tumefundishwa darasani, kwenye vitabu tumeangalia mitandaoni, tumesikia labda semina zinatolewa mbalimbali ambazo hazijafanya research. Research zilizofanyika zimefanyika kwenye mataifa ya watu walioendelea. Research zimefanyika India, research zimefanyika Marekani, Uingereza, alafu nakuja kuimplement hiyo research Tanzania, ni ngumu sana kufanyika hiyo. Watu wa vijijini, kuna vijiji vingine hata magari hayafiki, baiskeli yenyewe ku, kuendeshwa pale ni ngumu, watu wanaishi milimani. Sasa mtu kama huyo lishe kamili anaipata wapi? Kuna vitu vingine vijijini havipatikani, mfano kitu kama grube, grube unaipata wapi kijijini? Sio rahisi. Kuna vitu vingine hata baadhi ya matunda vijijini, kuna vijiji vingine kupata ndizi ni ngumu sana kupata baadhi ya matunda ni ngumu, mpaka usubiri msimu wa machungwa ndio ule chungwa, usubiri msimu wa maembe ndio ule maembe, usubiri msimu wa mananasi. Tena kuna vijiji vingine mananasi sio rahisi kuyaona, sio rahisi. Na hata kama yakiwepo, bei kubwa, nanasi linauzwa shilingi elfu tatu. Je, mtu, mtu kipato chake kwa siku ni shilingi elfu tano, anaweza akanunua nanasi moja ya shilingi elfu tatu ikabaki elfu mbili akafanyia matumizi mengine na akapata akiba? Jibu linakuja si kweli hivyo. Twendeni vituo vya afya, tunapopata ile elimu juu ya watoto wetu tuulize na hilo swali. Muulize yule mtaalamu wa afya anayekupa hiyo elimu kwamba mtoto anaye miezi sita, muulize wewe umejuaje kama mtoto wangu mimi, maziwa yangu kama mama yanatosha kwa ajili ya huyu mtoto anyonye akashiba, lakini je unajuaje kama maziwa yangu yana virutubishi kamili? Kwa lazima akupime virutubishi kama vinatosha. Ni kweli na ni sahihi mtoto anyonye miezi sita, lakini kama kukiwepo na upungufu wa hivyo vitu nilivyosema, tusiwaharibu watoto wetu kwa kuchukua mambo ya kizungu tukayaleta huku kwetu. Ukiangalia hata ya magonjwa, kipindi cha nyuma watu walikuwa wanaugua, lakini sio kama kipindi hiki. Kipindi cha nyuma wakati sisi tunakuwa Ilikuwa kwamba inaweza nikakaa nikaugua mafua nikaugua kohozi nisitumie dawa yoyote na nikapona kwa haraka tu, lakini sasa hivi ugua mafua mpaka unapeleka hospitali.